Baada ya kifo cha papa wa Kanisa Katoliki ambaye anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi, swali linakuja ni kwamba nani kuwa papa mpya jaye? Wanne wanatajwa katika kinyang'anyiro hicho kisichotabirika, lakini watu wanne hao wanaotajwa, kwa mujibu wa BBC, wanaotajwa kuwa kwenye kinyang'anyiro cha kuwa papa ni Kardinali Peter Kado apia Tukson, Kardinali Pietro Parolin, Kardinali Luis Antonio Gokim Tagia na Kardinali Fridolin Ambongo Besungu, ambapo inaelezwa kwamba uamuzi wa nani anaye atakayechaguliwa kuwa Papa ajaye unaweza kuwa na athari kubwa kwa kanisa Katoliki na waumini wake wapatao bilioni moja nukta nne duniani kote, lakini pia huu ni mchakato mgumu na usiotabirika kwa sababu nyingi. Baraza la makadinali litakutana kwa faragha ndani ya kanisa la Sistine, ili kujadili na kupiga kura hadi jina moja litakaposhinda. Kwa kuwa asilimia themanini ya makadinali walipewa wadhifa wa Papa Francis mwenyewe, hii itakuwa mara yao ya kwanza kumchagua papa, huku wakileta mtazamo mpana wa kimataifa kwa mara ya kwanza katika historia, chini ya nusu ya makardinali wapiga kura watakuwa kutoka Ulaya. Na ingawa uteuzi huo ulifanywa na Papa Francis, haukuwa wa upande mmoja, yaani si wa mrengo wa kizamani pekee wala wa kisasa pekee. Kwa hivyo ni vigumu zaidi kutabiri nani atakayechaguliwa kuwa papa ajaye. Je, makardinali wanaweza kumchagua papa kutoka Afrika au Asia, au wataegemea mmoja wa watendaji waandamizi wa Vatican? Haya hapa ni baadhi ya majina yanayotajwa kama warithi wa Francis, na majina mengine yanatarajiwa kujitokeza katika siku zijazo. Pietro Parolin, uraia ni muitaria, umri ni miaka sabini. Kardinari Parolin ni mtu wa maneno machache kutoka Italia ambaye aliwahi kuwa katibu wa jimbo la Vatican chini ya Papa Francis, cheo kinachomfanya kuwa mshauri mkuu wa papa. Pia anasimamia kuria ya Roma ambayo ni utawala mkuu wa kanisa. Kwa kuwa amewahi kufanya kazi kama naibu papa, anaweza kuonekana kuwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa. Wengine wanamwona kama mtu anayependelea diplomasia na mtazamo wa kidunia zaidi ya kushirikia kushikilia misingi ya mafundisho ya kanisa, jambo ambalo linaweza kuwa udhaifu baadhi lakini nguvu kwa wengine. Hata hivyo, amewahi kukosoa ndoa za jinsia moja, akisema kura ya mwaka elfu mbili na kumi na tano iliyozipitisha nchini Ireland, ilikuwa pigo kwa binadamu. Ingawa watabiri wanaweza kumpa nafasi, Parolin anafahamu methali maarufu ya Kitaliano ki kuhusu uchaguzi wa papa: anayeingia kwenye uchaguzi akiwa tayari ni papa atatoka akiwa tu kardinali. Japokuwa Italia imetoa mapapa mia mbili na kumi na tatu kati ya mia mbili na sitini na sita waliopita, haijatoa papa kwa miaka arobaini sasa, na mwelekeo wa kanisa kuhamia nje ya Ulaya unaweza kuzuia Italia kutoa mwingine kwa sasa. Luis Antonio Gokim Tago, umri, uraia ni Mfilipino umri miaka sitini na na saba. Je, papa ajaye anaweza kutoka Asia? Kardinari Tago ana uzoefu mkubwa wa kiutume, yaani amekuwa kiongozi wa kanisa anayefanya kazi moja kwa moja na waumini badala ya kuwa mwanadiplomasia wa Vatican au mtaalamu wa sheria za kanisa. Kanisa Katoliki lina ushawishi mkubwa nchini Ufilipino, ambako takribani asilimia themanini ya watu ni wa Katoliki. Kwa sasa nchi hiyo ina makardinali watano, idadi ambayo inaweza kuwa na uzito ukiwa wote watamuunga mkono. Yeye ni wa msimamo wa wastani na amekuwa akifananishwa na Papa Francis kutokana na msimamo wake juu ya masuala ya kijamii na huruma kwa wahamiaji. Amesema wazi kupinga utoaji mimba, akilitaja kama aina ya mauaji, jambo linaloendana na msimamo wa kanisa kwamba uhai huanza wakati wa kutungwa kwa mimba. Lakini mwaka elfu mbili na kumi na tano alipokuwa askofu mkuu wa Manila, alitoa wito kwa kanisa kuf, kufikiria upya ukali wake dhidi ya mashoga waliokatalikiana walio na akina mama wasio na waume, akisema kuwa ukali huo umesababishwa majeraha ya kudumu ya kuwacha watu wa, wakihisi wamewekwa alama ameshawahi kutajwa kuwa kati ya wanaopewa nafasi ya kuwa papa tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Alipoulizwa miaka kumi iliyopita kuhusu tetesi hizo alijibu, na zichukulia kama utani, zinachekesha. Fridolin Ambongo Besungu, uraia ni Mkongo, umri miaka sitini na, na, na, na tano. Inawezekana katika inawezekana kabisa papa ajaya akatokea Afrika ambako kanisa linaendelea kushamiri. Kadinari Ambongo ni mmoja wa wanaopewa nafasi akiwa ametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameshika wadhifa wa askofu mkuu Kinshasa kwa miaka saba na aliteuliwa kuwa kadinari na Papa Francis. ni mkosoaji mkubwa wa ndoa za jinsia moja, akisema kuwa muungano wa watu wa jinsia moja ni kinyume na maadili ya kitamaduni na ni uovu wa asili. Ingawa Ukristo ni dini kubwa DRC, wakristo nchini humo wamekumbana na mateso ya vifo kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika mazingira hayo, Kardinali Ambongo anaonekana kama mtetezi imara wa kanisa, lakini mwaka elfu mbili na ishirini alieleza msimamo wake kuvumiliana kidini akisema waprotestanti wabaki waprotestanti, waislamu wabaki waislamu, tutashirikiana nao lakini kila mtu abaki na utambulisho wake. Kauli kama hizo zinaweza kuwafanya baadhi ya makardinali kujiuliza kama anakubaliana kikamilifu na mtazamo wa kanisa wa kueneza injili kote ulimwenguni. Peter Kodo Apia Tukson, uraia ni Mgana, umri miaka sabini na sita. Kama atachaguliwa Kardinali Turkson atakuwa papa wa kwanza kutoka Afrika katika kipindi cha miaka elfu moja na mia tano. Kama Ambongo amewahi kusema hatamani nafasi hiyo. Sina hakika kama kuna mtu anayetamani kuwa papa, aliiambia BBC mwaka elfu mbili na kumi na tatu alipoulizwa kama Afrika ina nafasi nzuri ya kutoa papa kutokana na ukuaji wa kanisa barani humo, alisema uchaguzi wa papa haupaswi kuzingatia takwimu tu, kwa, kwa sababu vigezo hivyo huchanganya mwelekeo. Yeye alikuwa mgana wa kwanza kuteuliwa kuwa kardinali mwaka elfu mbili na tatu chini ya Papa Yohane Paulo wa Pili. Ni mpiga gitaa aliyecheza kwenye bendi ya muziki wa funk, na anajulikana kwa usha, ushawishi wake wenye nguvu. Kama makardinali wengine kutoka Afrika walivyo, yeye pia ana misimamo ya kiafidhina. Hata hivyo amepinga sheria kali dhidi ya mashoga katika nchi kadhaa kama Ghana. Katika mahojiano ya elfu mbili na ishirini na tatu na BBC wakati Ghana ilikuwa inajadili masuala mswada wa kuwahukumu watu wa LGBTQ, Turkson alisema kuwa ushoga haupaswi kuhesabiwa kama kosa, lakini mwaka elfu mbili na kumi na mbili aliwahi kukosolewa kwa kutoa kauli ya kuchochea hofu kuhusu kuenea kwa Uislamu barani Ulaya katika kongamano la maskofu Vatican, jambo ambalo baadaye aliomba msamaha. Hii ni taarifa ambayo inaeleza baadhi ya mapapa wanaotajwa kurithi nafasi ya Papa Francis aliyefariki na anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi wiki hii. Hii ni nyikani TV na langu jina ni Godon Kalulunga.